Tazama jinsi machweo yalivyo mazuri leo na mahindi haya matamu kweli. Huku <laughs> ni kuzuri zaidi duniani. Miaka mingi iliyopita katika mji mtulivu wa Mwanza iliishi familia iliyojulikana kwa kicheko, ukaribu. Sahau kusubscribe, like, na kucomment. Unasikiliza ukiwa wapi? Ukaribu wao na harufu ya mahindi choma iliyokuwa ikitoka jikoni kwao kila jioni. Baba yao, Baba Juma, alikuwa mvuvi mwenye nguvu na mchangamfu. Mke wake, Mama Juma, alikuwa mwanamke wa subira isiyoisha ambaye angeweza kugeuza sahani moja ya chakula kuwa mlo kwa watu watano na bado kutabasamu kana kwamba amekula yeye mwenyewe. Walikuwa na wana wawili, Musa mzaliwa wa kwanza na Amosi mdogo wake aliyemfuata miaka mitano baadaye. Tangu mwanzo tofauti kati yao ilikuwa kama usiku na mchana. Musa alikuwa mkorofi na msumbufu na siku zote alitaka kuonekana. Angeongea kabla ya kufikiri, angebishana kabla ya kusikiliza, na alipenda kuwa kiongozi hata kama alikuwa amekosea. Wakati huo huo, Amosi, kwa upande mwingine, alikuwa mtulivu na mwenye kufikiri. Alisikiliza kwa moyo wake, alimsaidia mama yake bila kuombwa na angeweza kumtuliza baba yake kwa kuketi tu karibu naye. Walipokuwa wadogo, Musa alikuwa akimkokota Amosi kote uwani huku akipiga kelele mimi ni kaka mkubwa, lazima ufanye kama ninavyosema. Na Amosi aliyempenda sana angecheka na kumfuata kila mahali, akibeba begi lake, akishiriki chakula chake, na akiamini kuwa neno la kaka yake lilikuwa sheria ya ulimwengu. Hata hivyo walipokuwa watu, walianza kufanya jambo ambalo Musa hakulipenda. Walianza kumsifu Amosi shuleni. Mara nyingi walisema, huyu mvulana Amosi ni mpole, lakini ana akili sana na ana heshima. Hata majirani walitabasamu kwa Mama Juma na kusema, mzaliwa wako wa mwisho ni baraka, atakufanya ujivunie siku moja. Sasa shida ilikuwa kwamba kila sifa iliyomjia Amosi ilisikika kama kibano kwa kiburi cha Musa. Angetabasamu kwa nje, lakini moyo wake unajisokota ndani yake kama kamba iliyokazwa. Walipoketi wote kufanya mitihani yao ya mwisho, Musa alihangaika na alifaulu kwa shida tu, lakini Amosi alitoka na alama za juu na jirani nzima walikuja kuipongeza familia. Kulikuwa na shangwe, vicheko na nyimbo. Musa alisimama pale akitabasamu na kumpigia makofi kaka yake, lakini ndani kabisa, kitu kidogo na hatari ambacho hakuna mtu aliyeweza kukiona kilivunjika. Usiku huo wakati kila mtu alipokuwa amelala, Musa alikaa macho akiangalia dari, huku akili yake ikipindua mawazo machungu moja baada ya jingine. Kwa nini kila kitu kizuri kinamtokea yeye kila wakati? Baba yao Baba Juma hakugundua vita ya kimya iliyokuwa ikikua katika moyo wa mwanaye wa kwanza. Aliamini katika usawa, lakini kama baba wengi, wakati mwingine alimsifu yule aliyeleta matokeo mazuri nyumbani na kusahau kumtia moyo yule mwingine ambaye alikuwa anajaribu. Alisema kwa kiburi, Amosi, utafika mbali maishani, una roho ya utulivu ya mama yako, utaleta amani nyumbani hapa na kila neno lilimfanya Musa ajisikia mdogo, kana kwamba nafasi yake katika familia ilikuwa ikiibwa kidogo kidogo. Kwa bahati mbaya baba yao palipoanza kuugua na akafariki ghafla, kila kitu kilibadilika. Musa ambaye sasa alikuwa kijana alikuwa mkuu wa familia. Siku moja baada ya mazishi, alisimama mbele ya nyumba ndogo, akafura kifua chake na kusema, kuanzia leo mimi ndiye mwanaume wa nyumba hii na mama Juma ambaye bado alikuwa dhaifu kutokana na kulia alitikisa kichwa na kusema ndiyo, mwanangu, wewe ndiye. Kile asichojijua ni kwamba maneno hayo siku moja yangekipa nguvu kiburi ambacho tayari kilikuwa kikifura ndani yake kama moto chini ya majani makavu. Musa hakupoteza muda hata kidogo, alianza kufanya maamuzi juu ya kila kitu, nini cha kuuza, nini cha kutengeneza na nini cha kuweka Alimwambia mama yake jinsi ya kutumia pesa, alimwambia Amosi wakati wa kusafiri na wakati wa kukaa, na kila wakati Amosi alipomuuliza swali angeinua sauti yake na kusema usisahau mimi ndiye mzee hapa. Amosi hakuwahi kubishana, alikuwa amefunzwa kuheshimu na aliamini kuwa amani ilikuwa muhimu zaidi kuliko kiburi. Hivyo alitii na kunyamaza, hata wakati mambo hayakuhisi sawa. Miaka mingi baadaye, Musa sasa alikuwa anaendesha biashara ndogo za biashara, lakini alifanya maendeleo kwa shida. Kweli haikuwa sawa kwa Amosi, ambaye roho yake tulivu ilimletea fadhila. Alipata kazi katika kampuni ya ujenzi, alifanya kazi kwa bidii na hivi karibuni aligunduliwa na wakubwa wake. Aliponunua gari lake la kwanza, aliendesha gari kurudi nyumbani kwa fahari, akitarajia kaka yake afurahi kwa ajili yake. Musa alitabasamu kwa ukali kama kawaida na kusema, kazi nzuri, mdogo wangu, unafanya vizuri. Lakini baadaye usiku huo, aliketi nje peke yake akivuta sigara pole pole na kuangalia nyota, akifikiri jinsi maisha yalivyokuwa haki. Mama Juma aligundua umbali kati ya wanawe, lakini alijisemea kuwa ilikuwa kawaida. Baada ya yote, kaka watazozana na kupatana daima na Amosi ambaye bado aliamini kuwa damu ni nzito kuliko maji hakuwahi kushuku chochote kwake. Yeye Musa hakuwa tu kaka, alikuwa baba wa pili, yule aliyemlea baada ya kifo cha baba yao. Hivyo alimwamini kwa kila kitu, ndoto zake, pesa zake, mipango yake na hata siri zake. Kufikia sasa, Amosi tayari alikuwa mwanaume aliyebeba amani kama joho alikuwa amejifunza kutabasamu kupitia shida, kusema ni sawa hata wakati haikuwa sawa, na kusamehe kabla hata watu hawajaomba. Sasa alikuwa msimamizi katika kampuni ya ujenzi alikofanya kazi, na mchana mmoja alikuwa ameenda kukagua mradi katika kituo cha jamii, ndipo alipokutana na Hadija, mwanamke kijana aliyefanya kazi huko kama mwalimu. Alikuwa mtulifu lakini tangu mazungumzo ya kwanza, Hadija angeweza kujua kuwa Amosi alikuwa tofauti na aina ya wanaume aliyokuwa amewazoea. Hakuwa kama wale wanaume waliosema kwa kiburi na ahadi ambazo hawangeweza kuzitimiza. Aliongea kwa upole, alisikiliza zaidi kuliko kuongea, na alipocheka ilitoka moyoni mwake. Urafiki wao ulikuwa kama mbegu laini, na ndani ya mwaka mmoja walioa. Kila mtu alisema waliumbwa kwa ajili ya mmoja na mwingine, na kweli walikuwa. Lakini mtu mmoja ambaye hakushereheka kwa moyo wote alikuwa Musa. Alitabasamu wakati wa harusi, na hata alitoa hotuba fupi juu ya jinsi alivyojivunia mdogo wake, lakini macho yake yalikuwa mazito kwa uchungu ambao mtu hakugundua. Ndani kabisa alihisi kubadilishwa kana kwamba mwanamke mpya huyu mpya alikuwa amekuja kumnyakua mtu pekee ambaye bado anamheshimu. Baada ya harusi, Musa alianza kutembelea wanandoa mara kwa mara, alikuja karibu kila wikendi akileta matunda au zawadi ndogo kwa nyumba. Mwanzoni Hadija alifikiri alikuwa tu shemeji mwenye upendo na alimkaribisha kwa uchamfu, lakini baada ya muda alianza kugundua kitu kishangazi hakuwahi kuja kutembelea tu, siku zote alikuja na maoni manyonyosho na mapendekezo. Jumamosi mchana mmoja, kabla ya chakula cha mchana, Musa aliketi mezani na Amosi akila karanga choma na kusema kwa utulivu, Amosi, nimesikia kampuni yako inapanga kuanza mradi mpya na hopu, na kuwa makini na wawekezaji hao, watu si wema kama wanavyoonekana. Amosi alitabasamu kwa upole, usijali kaka, nitakuwa sawa. Lakini Musa alijiongea mbele na kuendelea ninasema hivi kwa sababu nakupenda tu, baadhi ya wanaume hao watakutumia. Ninaweza kukusaidia kuangalia karatasi ikiwa unapenda. Na hivyo ndivyo, Amosi ambaye siku zote alimwamini kakaake, alimkabidhi faili hizo. Kile asichokijua ni kwamba kwa kufanya hivyo, alikuwa amemfungulia Musa mlango wa kujua kila kitu kuhusu fedha zake, mipango yake, na hata watu aliokuwa akifanya nao kazi. Na tangu wakati huo bahati mbaya moja baada nyingine ilianza kumfuata kama kivuli. Ilianza wakati mradi mpya ulipocheleweshwa kwa sababu ya hati iliyokosekana, ambayo ilipotea kwa kushangaza kutoka ofisini kwake. Kisha mfanyakazi mwenzake alimshutumu kwa kuvujisha habari kwa kampuni pinzani. Hii ilikuwa habari ambayo Musa pekee alikuwa ameiona. Amosi hakuweza kuelezea jinsi hii ilitokea, lakini alikaa kimya na akabeba aibu peke yake hata hivyo, Hadija aliposikia juu yake, silika yake ya kwanza ilikuwa shaka. Alikuwa amekulia kati ya watu waliovaa tabasamu bandia, kwa hiyo alielewa kikamilifu tofauti kati ya wema na udanganyifu. Kitu kuhusu uwepo wa Musa kilimsumbua amani yake. Kila wakati, kicheko chake kilisikika kimepangwa sana, ziara zake zilikuwa rahisi sana, na maneno yake yalikuwa ya uangalifu mno. Jioni moja, baada ya Musa kuondoka, alimwambia Amosi, "Kakaako anakupenda ndio lakini siamini roho yake. Amosi alikunja uso. Hadija, huyo ni kakaangu mkubwa unayemzungumzia. Alinitunza baada ya papa kufa. Tafadhali usiongee hivyo. Hadija aliguna. Ninasema tu ninachohisi. Si kila anayekukumbatia nataka mema yako. Awakubishana zaidi, lakini maneno yake yalibaki moyoni mwake. Bado alikataa kuamini kuwa alikuwa sahihi. Kwake yeye uaminifu ulikuwa mtakatifu na damu ilikuwa nzito kuliko shaka. Lakini miezi ilipozidi kwenda, mfumo ulianza kuwa wazi sana kiasi cha kupuzwa. Kila wakati Musa alipomshauri Amosi dhidi ya jambo fulani, lilishindika. Kila wakati alipotia moyo jambo fulani, liliharibika. Amosi alipotaja kununua kiwanda kidogo cha ardhi nje kidogo ya Arusha, Musa alitikisa kichwa haraka. Ah, hapana. Eneo hilo ni la matope. Utapoteza pesa zako huko. Amosi alitii. Lakini miezi miwili baadaye, ardhi hiyo hiyo iliuzwa kwa msanidi mwingine na thamani yake iliongezeka mara tatu. Amosi alipogundua, kifua chake kilichokuma kwa majuto, lakini hakumkabili Musa. Alijisemea tu kwamba maisha yalikuwa hayajulikani. Hata hivyo, Hadija alijua vizuri zaidi. Alikuwa amekulia kati ya watu waliovaa tabasamu bandia kwa hiyo alielewa kikamilifu tofauti kati ya wema na udanganyifu. Kitu kuhusu uwepo wa Musa kilimsumbua hamani yake. Kila wakati kicheko chake kilisikika kimepangwa sana, ziara zake zilikuwa rahisi sana, na maneno yake yalikuwa ya uangalifu mno. Jioni moja baada ya Musa kuondoka, alimwambia Amosi, kakako anakupenda ndio, ndiyo, lakini siamini roho yake. Amosi alikunja uso. Hadija, huyo ni kakangu mkubwa unayemzungumzia. Alinitunza baada ya papa kufa, tafadhali usiongee hivyo. Hadija aliguna, ninasema tu ninachohisi. Si kila anayekukumbatia anataka mema yako. Hawakubishana zaidi, lakini maneno yake yalibaki moyoni mwake. Bado alikataa kuamini kuwa alikuwa sahihi. Kwake yeye, uaminifu ulikuwa mtakatifu na damu ilikuwa nzito kuliko shaka. Lakini miezi ilipozidi kwenda, mfumo ulianza kuwa wazi sana kiasi cha kupuuzwa. Kila wakati Musa alipomshauri Amosi dhidi ya jambo fulani, lilishindika kila wakati alipotia moyo jambo fulani liliharibika. Amosi alipotaja kununua kiwanda kidogo cha ardhi nje kidogo ya Arusha, Musa alitikisa kichwa haraka. Ah, hapana, eneo hilo ni la matope, utapoteza pesa zako huko. Amosi alitii, lakini miezi miwili baadaye ardhi hiyo hiyo iliuzwa kwa msanidi mwingine na thamani yake iliongezeka mara tatu. Amosi alipogundua, kifua chake kilichokuma kwa majuto, lakini hakumkabili Musa alijisemea tu kwamba maisha yalikuwa hayajulikani. Hata hivyo, Hadija aliposikia juu yake, silika yake ya kwanza ilikuwa shaka. Hadija alijaribu kumfariji, lakini ndani kabisa alikuwa na hakika: haikuwa bahati mbaya ya kawaida. Alikuwa hana ushahidi bado. Jioni moja walipokaa nje wakiangalia jua likizama, Hadija alimgeukia na kusema, Amosi, wakati mwingine sisi huwa waaminifu sana hata tunaishia kuwa vipofu najua unampenda kaka yako, lakini upendo haupaswi kukufanya mpumbavu. Amosi alitabasamu kwa huzuni. Hadija, damu haigeuki dhidi ya damu. Lakini alitikisa kichwa na kunong'ona, basi omba usiweze kugundua kile damu inaweza kufanya. Jioni moja, baada ya siku ndefu kazini, Amosi alirudi nyumbani akiwa amelowa kwa mvua. Musa alikuwa amemuomba atie saini nyaraka za kile alichokiita fursa ya biashara ya familia. Hakuwa amezisoma bado, lakini alimwamini Musa kabisa. Alipoziweka karatasi mezani, Hadija alitoka jikoni akifuta mikono yake na kuuliza, hiyo ni nini? Musa ameleta Amosi? alisema alisema tunaweza kuwekeza wote na kukuza pesa zetu pamoja, unajua yeye huwa na mawazo mapya kila wakati. Hadija alikunja uso na unamwamini na biashara sasa? Amosi alicheka, ni kaka yangu, kwa nini simuamini? Hakubishana, lakini moyo wake ulihisi kutokuwa na utulivu. Usiku huo wakati Amosi alipolala, aliangalia karatasi. Kitu kuhusu wao kilionekana cha kushangaza. Mwandiko chini haukulingana na wa mume wake, na moja ya kurasa tayari ilikuwa imepigwa stempo lakini kwa kuwa hakuweza kuelewa maelezo kamili ya nyaraka aliamua kutosema chochote bado. Aliomba kwa muda mrefu zaidi kuliko kawaida kabla ya kulala. Na kisha siku kadhaa baadaye ilitokea. Ilikuwa Jumapili jioni, mvua ilikuwa imeanza tena na anga lilikuwa giza kabla ya saa kumi na mbili jioni. Hadija alienda mwishoni mwa wiki kumwangalia dada yake mdogo ambaye alikuwa amejifungua tu. Amosi paswa kuja asubuhi iliyofuata kumchukua, lakini karibu saa tatu usiku huo alibadili mawazo yake na kurudi nyumbani mapema kwa sababu alikuwa amesahau chaja ya simu yake. Mvua ilikuwa ikinyesha sana. Alipofika getini, taa za uwani zilikuwa hafifu, lakini angeweza kusikia sauti kutoka upande wa nyumba. Ilikuwa ya chini, kali na inayojulikana. Alisogea kimya kuelekea nyuma, akiwa mwangalifu asikanyage kwenye madumbwi na hapo ndipo alipomwona Musa amesimama karibu na mti wa macharungwi kwenye kona ya uwani akiongea kwenye simu yake. Hakuwa na mvauli lakini hakuonekana kujali kwamba mvua ilikuwa ikimlwanisha. Sauti yake ilikuwa ya kina, ya kujiamini na ya kikatili. Alikuwa akisema, usijali, tayari amesha saini. Mpumbavu hakuona hata kusoma karatasi. Mara tu mkopo utakapochakatwa, angechukua pesa na kutoweka. Angedhani ni bahati yake mbaya tena nilikuambia wakati huu anguko lake litakuwa kamili. Hadija aliganda kwa muda mfupi, hakuweza kupumua. Moyo wake ulipiga kwa sauti kubwa kifuani mwake kiasi kwamba aliogopa asije kumsikia. Alijibana vidi ya ukuta. So hivyo ilikuwa kweli. Bahati mbaya zote hizo, hasara zote hizo, hazikuwa tu bahati nasibu, ziliandaliwa kweli. Musa alipoondoka gizani bado akicheka kwenye simu yake. Hadija alikimbia ndani na kukaa kitandani akitetemeka, moyo wake ulichoma kwa hasira na kutokuamini. Alingoja kwa subira Amosi arudi nyumbani. mt please, nipe hekima, usiniache niseme kile nisichopaswa. Amosi alipofika baadaye usiku huo, akiwa ameloa kwa mvua, alimwambia kila kitu kile alichokiona na kile alichokisikia lakini badala ya kugusikwa na hasira au mshtuko alisimama kwa kimya kwa muda mrefu, akimwangalia kama vile hakuweza kuelewa kile alichosema. Kisha alijibu Hadija, najua una nia njema, lakini umekosea. Kaka yangu hawezi kunifanyia hivyo mema. Hadija alimwangalia bila msaada. Kwa hivyo unafikiri ninalala? Nadhani umechoka Amosi, alisema, labda umesikia vibaya. Hadija alifungua mdomo wake kisha akafunga na kutikisa kichwa. Amosi, upendo unakufanya upofu. Huwezi kupigana na kile unachokataa kuona. Amosi aligeuka na kusema chochote zaidi. Siku chache zilizofuata nyumbani zilikuwa kimya lakini zenye mvutano. Amosi hakutaja mazungumzo tena, lakini Hadija aligundua jinsi alivyokuwa amekuwa mbali. Alikuwa amechanganyikiwa kimya kimya, akivunjwa kati ya onyo la mke wake na picha ya kaka yake moyoni mwake. Hakuweza kufikiria Musa kuwa chanzo cha maumivu yake. Walikuwa wameshiriki chakula, walishiriki vitanda kama watoto na kulia pamoja wakati baba yao alipofariki. Ilikuwa nzito sana kuamini, lakini ukweli, kila wakati, hupata njia ya kujisemea. Mchana mmoja, Amosi alipokea simu kutoka benki akisema alikuwa amekiuka mkopo. Alishtuka. Mkopo gani? aliuliza. Maneja alijibu, bwana, ulitia saini hati mwenyewe tulichakata miezi miwili iliyopita. Mikono yake ilitetemeka huku akishika simu. Alipoenda benki asubuhi iliyopita, ukweli ulimpiga kama dhoruba. Sahihi yake ilikuwa pale kweli, ilikuwa karatasi ile ile Musa aliyompa jioni hiyo ya mvua. Pesa zilikuwa zimeondolewa tayari. Alipofika nyumbani, alikuwa dhaifu sana kusema. Alikabidhi tu nyaraka za benki kwa Hadija. Kimya kimya alizifungua akaona sahihi bandia ya Musa karibu na yake, na akafunga macho yake kwa uchungu. Usiku huo wakati Amosi alipoketi kimya, alisema unaweza kuona sasa. Hakujibu, uso wake ulikuwa mpauko na sauti yake ilikuwa ya chini aliposema mwishowe, kwa nini angenifanyia hivi? Hadija alipiga magoti karibu naye, akishika mikono yake, kwa sababu uovu hauhitaji sababu, mpenzi wangu, unahitaji tu kupata ufikiaji. Usiku huo Amosi hakulala aliendelea kuangalia dari akikumbuka kila wakati alipomwamini Musa, kila ushauri, kila tabasamu na kila ninajaribu tu kusaidia aliyokuwa ametoa. Kufikia asubuhi uamuzi wake ulikuwa wazi. Alimwambia Hadija, tutaenda kwa mama, hili haliwezi kufichwa tena. Safari ya kwenda kwa mama Juma siku hiyo ilikuwa ndefu na tulivu. Amosi aliendesha gari kupitia barabara yenye mvua kwa mikono inayotetemeka na moyo uliovunjika wakati Hadija aliketi karibu naye kimya kimya. Moyo wake ulikuwa ukipiga haraka kweli. Alijua wakati waliokuwa wanaelekea ungetengua kila kitu, lakini ilikuwa lazima. Baadhi ya ukweli, ikiwa utaachwa umefichwa, unakuwa sumu inayoua pole pole. Walipofika, mama Juma alikuwa ameketi nje kwenye kiti cha mwani akimenya mihogo. Uso wake uliangaza walipowaona. Aa, wanangu, shangao ulioje! alisema na kusimama kuwakumbatia, lakini mara tu Amosi alipomshika kifua chake kikakaza na hakuweza kuongea. Haikuwa furaha iliyomleta, ilikuwa maumivu na yalikaa kwa uzito sana kwenye mabega yake. Dakika chache baadaye, Musa aliwasili. Hakuna mtu aliyemwita bado, kwa namna fulani alijitokeza. Aha, angalia nani ameamua kutembelea, alisema kwa shangwe alipotoka nje ya gari lake akijifanya kutogundua mvutano hewani. Amosi, muda mrefu. Hadija, unameremeta kama kawaida. aliwakumbatia kana kwamba kila kitu kilikuwa cha kawaida. Hadija alibadilishana macho na Amosi kuangalia kulisema ni wakati wote. waliingia ndani. Mama Juma alimimina chai na kujaribu kufanya hali iwe rahisi, lakini hakuna mtu aliyegusa vikombe vyao. Ukimya ulikuwa mzito hadi Hadija alipofikia kwa utulivu mkoba wake na kutoa bahasha ndogo ya kahawia. Aliweka mezani na kuisogeza kuelekea Musa. Unaweza kutaka kuelezea hii, alisema. Musa alikunja uso kwa kuchanganyikiwa. Hii ni nini? Isome, Amosi alisema. Musa alifungua bahasha na kuganda. Ndani kulikuwa na nyaraka za benki na kala za mkopo aliokuwa amechukua kwa jina la Amosi. Uso wake ulipoteza rangi alipozitazama. Ujinga gani huu? alisema mwishowe, akilazimisha kicheko. Unanishtumu kwa kitu unafikiri mimi. Kabla hajamaliza, Amosi alifikia mfukoni mwake na kuweka simu yake mezani. Alibonyeza kucheza, na kisha sauti ya Musa mwenyewe ikajaza chumba. Usijali, tayari amesaini. Mpumbavu wa kuona hata kusoma karatasi. Sauti ya mvua kicheko cha kejeli. Kila kitu kilikuwa pale. Mama Juma alifunika mdomo wake na kuguna, Musa mwanangu, niambia huyu si wewe. Lakini Musa alikaa tu pale akitetemeka, akiwa hawezi kuongea. Maski aliyokuwa ameivaa kwa miaka mingi, mwishowe ilikuwa imeondolewa. Alimwangalia mdogo wake, kisha Hadija na kisha mama yake, lakini hakukuwa na mahali pa kujificha. Ukimya katika chumba hicho ulikuwa kubwa kuliko radi. Mwisho ya Amosi aliongea, nilikuita kaka, ulikula chakula changu, uliomba nami, na wakati huu wote wewe ndio uliyokuwa unanichimbia kaburi. Macho ya Musa mara moja yalijawa na machozi. Sikumkusudia iende mbali hivyo, nilitaka tu, nilitaka tu kuwa bora kuliko wewe. Kila mtu alitulinganisha kila wakati, walisema ulikuwa mwenye hekima, mwenye bahati na mwenye fadhili mimi nilikuwa mzaliwa wa kwanza, bado ulipata baraka zote. Nilitaka tu kurudisha kila ambacho kilibidi kiwe changu. Mama Juma alianguka magotini akilia, Musa mwanangu, niambie huyu si wewe. Lakini Musa hakuwa anasikiliza. Alisimama ghafla na macho yake yakawa wazimu. Mna nilaumu nyote, lakini hamwelewi. Maisha yangu yote nilimwangalia akifanikiwa bila kujaribu, na mimi kila mlango ulikuwa umefungua, kila juhudi ilishindwa. Niambieni, nani hangekwata kuchoka? Amosi alimwangalia kwa muda mrefu, na kisha akasema, ungekuwa atatembea karibu nami, badala yake ulichagua kutembea nyuma ya mgongo wangu. Alichukua nyaraka akazipasua katikati na kuzitupa mezani. Weka uongo wako Musa. Nimemaliza kupigania upendo ambao haupo. Kisha akamgeukia mama yake, mama, naondoka, siwezi kukaa hapa usiku wa leo. Hadija alimsaidia mama mkwe wake kusimama. Tutarudi baadaye kukuangalia mama, tafadhali pumzika. Amosi na Hadija walipotoka nje, Musa alianguka nyuma yao kwenye kiti, uso wake Ulikuwa umefichwa mikononi mwake. Baada ya siku hiyo, Amosi na Hadija waliacha kuongea na Musa kabisa, hasa kwa sababu ya kuchoka, kwa sababu majeraha mengine yanahitaji umbali ili kupona. Amosi alifanya kazi kwa bidii kujenga upya kile kilichopotea. Alichukua kandarasi mpya, alitumia pesa kwa busara. Na wakati huu alimruhusu Hadija kushughulikia zaidi ya fedha zao. Musa alijaribu kuwasiliana mara moja au mbili kupitia mama yao, lakini Amosi alikataa kukutana naye. Hakuwa na uchungu, alikuwa amekwisha tu, hakukuwa na haja hata ya kujaribu. Mama Juma aliyewapenda wanawe wote kwa dhati, mara nyingi alilia, wanangu ninyi ndio damu yangu pekee tafadhali fanyeni amani alisihi, lakini Amosi alitikisa kichwa. Mama, amani haimaanishi kurudi kila wakati. Wakati mwingine inamaanisha kuondoka kimya kimya. Mwaka mmoja baadaye, Amosi na Hadija walimpokea mtoto wao wa kwanza, binti aliyeitwa Johani, kwa maana ya nuru ya Mungu, kutokana na asili ya jina la kwanza kwa sababu alizaliwa baada ya msimu mrefu wa giza. Wakati huo huo, maisha ya Musa yaliendelea kuporomoka. Watu aliokuwa amefanya nao kazi kwa siri walimsaliti jinsi alivyomsaliti kaka yake. Kasheshe ya mkopo ilimfuata na hivi sun alipoteza kazi yake. Mke wake ambaye alikuwa amechoka na aibu yake aliondoka na watoto. Marafiki zake pia walitoweka mmoja baada ya mwingine, na kisha akaanza kunywa sana, na mara nyingi alionekana akizunguka sokoni akinung'unika peke yake. Mchana mmoja, mama Juma alimpigia Amosi simu akilia, kaka yako hajisikii vizuri, watu wanasema anajiongelea mwenyewe, tafadhali fanya kitu. Moyo wa Amosi ulilainika lakini akili yake ilikuwa wazi. Mama, nitahakikisha anakula, nitamtumia msaada, lakini sitaenda huko. Baadhi ya umbali ni mtakatifu. Hivyo alifanya kile alichoweza, alituma chakula, alilipa bili za hospitali kupitia rafiki, na alihakikisha mama yao alikuwa salama, lakini hakuwahi kumwona Musa tena, hata kwa mara moja. Mama Juma alipofariki miaka baadaye, Amosi alimzika karibu na baba yao. Musa hakuja kwenye mazishi. Hakuna mtu alijua alikuwa wapi tena. Wengine walisema alikuwa amehamia Dar es Salaam kuanza upya, wengine walisema alitoweka usiku mmoja na hakuonekana tena. Baada ya mazishi, walipokuwa wakiendesha gari kurudi nyumbani na binti yao amelala kwenye viti vya nyuma Hadija aliegesa kichwa chake kwenye bega lake na kusema, "Unaona, wakati mwingine Mungu haruhusu uovu kushinda. Anasubiri tu ujiribu wenyewe." Amosi alitabasamu. Na wakati mwingine anatuma mwanamke kufungua macho ya mwanamme kabla haijachelewa. Na hivyo ndivyo Amosi alivyojifunza kwamba damu inaweza kuunganisha watu, lakini tabia huamua nani kweli ni wa moyo wako. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii ya kusisimka kuhusu safari ya Amosi na masomo aliyopata kutoka kwa kaka yake Musa. Tungependa kusikia kutoka kwako, ungekuwa Amosi, ungefanya nini? Je, kuna mtu yoyote amewahi kusaliti kama Musa? Tafadhali shiriki mawazo, maoni na maswali yako yote katika sehemu ya maoni hapo chini. Kama hadithi hii imekugusa au kuelimisha, gusa kitufe cha like na ishiriki na wapendwa wako. Na kama bado hajafanya hivyo, tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu ili usikose hadithi nyingine za kusisimka tunazoziandaa kwa ajili yako. Tunakukaribisha sana kurudi tena hadi tutakapokutana na hadithi nyingine njema. Kuwa heri.